Naibu jaji mkuu Kalpana Rawal amepata afueni kubwa baada ya mahakama ya rufaa kumruhusu kukata rufaa dhidi ya uamuzi uliotolewa dhidi yake na mahakama kuu. Majaji waliosikiza kesi yake inayohusu umri wa kustaafu walitoa uamuzi hii leo. Mahakama kuu ilikuwa imesema kuwa jaji anastahili kustaafu akifikisha miaka sabini. Kwa kauli moja majaji watano wa mahakama ya rufaa walikubaliana na naibu wa jaji mkuu Kalpana Rawal kuwa ana haki ya kukata rufaa. Ni ushindi katika raundi ya kwanza kwake Kalpana Rawal na kwa wengine kama Philip Tunoi pamoja na David Onyancha ambao wamekwisha hitimu miaka sabini na kwa mujibu wa katiba ya sasa wanapaswa kustaafu. There is no legal void. It would be a serious travesty of law of justice and an absurdity if it was to be held that in the hierarchical scheme of the courts from the magistrate's court to the supreme court only the court of appeal would have no say Ombi la JSC kuwa wanachotaka majaji hawa walitupilia mbali liliambulia patupu kwa misingi kuwa kama Mkenya yeyote, Rawal hatakiwi kubaguliwa. Kesi hiyo inatazamiwa kusikizwa kuanzia Februari 15, huko ile huku ile iliyowasilishwa na Philip Tunui pamoja na David Onyancha kusikizwa Februari mosi. Francis <coughs> Mtenaki, KTN leo.